Bwana yeah. Yesu asifiwe kabisa, asifiwe tena hapo. Kwa majina, naitwa Rejina Loko Mtua, nimeokoka. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, nimesimama hapa mbele yenu kushuhudia ya kwamba kunaye Mungu hutenda. Wapendwa ukiwa katika madhabahu kama haya, uka ukiwa na mizizi ndani ya Kristo Bwana Yesu asifiwe. na mwingine kwa ajili ya familia yangu. Ilikuwa ni mwezi wa kwanza this year tarehe 28 nilikuwa nasumbuka mahala pangu pa kazi, nikawa kutoka 28 mpaka tarehe tatu ninasumbuka, nikawa nikimtumainia Mungu nikiwa nikimwelezea ndadi pile kule kazini kunaendelea. Ndadi akawa ananiambia niambie venye kunaendelea, ukikaa niambie. Sasa ikawa tarehe tisa mwezi huu, kulikuwa ni ibada ya matunda. Bwana Yesu asifiwe. Tukawa tumeambiwa tukuje na matunda, nilikuja na hiyo matunda. Na hiyo matunda nilipokuja nayo, nilikuja na matunda tano kwa ajili yangu na familia yangu. Bwana Yesu asifiwe <tune> Wapendwa, niliinua imani kupokea hii matunda kulingana na neno vile ilikuweza kuhubiriwa Sande. Sasa hiyo Sande, mimi nilipokea matunda kutoka kwa meza ya dadi, nikapokea ndizi ine nikapelekea familia yangu na nikakula ile matunda nilikuwa nayo, pia ilipoombewa nikapelekea familia tena hiyo matunda mahala pangu pa kazi, baada ya ibada kutoka hapa. Nilienda kazini, nilikuwa nimekula ile tunda ya Sunday ya tarehe tisa uliopita. Sasa Monday nikaenda kazini, ndadi kufika kazini na wapendwa, hakika nilipata mwenye alikuwa anasema nisipangwe, kumbe alikuwa amefanyiwa lishavo Saturday, Monday yakuingia kwa ile na ile. Patia Yesu makofi. Niwaambie Irene, ni kiungo changu Irene, hapo hapa ninashiriki na yeye, nafanya kazi na yeye, kwa hiyo line 7. Alikuwa anakuja anauliza lengine umepangwa? Nikamwambia, a Irene, sijapangwa lakini sina hofu na sina shaka. Sasa hiyo Monday, huyo kiwedi kuondolewa kukaribia kwa laini Wednesday, saa hii supervisor akaacha kazi.

Alikuwa anasema yeye ameitiwa mgonjwa, lakini mimi saa zile alikuja kusimama nyuma yangu akisema anaambiwa ako na excess power. Nilikuwa nasema kwa roho yangu, na nasimulete ni wewe ndio excess hiyo kwenye stage yako hapo. Alitoka, pakakuta supervisor mwingine akatusimamia mwingine mpya kutoka nje, huyu akarudishwa kwa laini yake, huyu wangu akadanganya ameitiwa mgonjwa, lakini hapo ameitiwa mgonjwa ni kuenda, alikuwa ameenda. Nikaambia Mungu nipe imani. Hata sasa hapa tukiambiwa, tukiambiate kitu cha thamani, nilikuwa naambia Mungu unipe imani ambayo imepita ile iko nayo, imani ya juu sana, maana mimi nataka kuona Mungu ukiitia ndani unaamini kitu cha maana, ukiitia maana. Na ndio nawaambia tukue na mizizi ndani ya Kristo wapendwa, kwa sababu nilikuwa nakanyaga, nasema hapa ndio urithi wangu, ila inisema maana, tangu 2023 nyamjili nililetwa hiyo na inisema ni na ninaambia Mungu, wewe namba yako ni ya ukamilifu na ni neno lako limeniambia wewe, namba saba, ni ukamilifu, na hapa nitakuwa naenda sana hadi sana. Huyu mama ya uh, pili kuwa tumekula hiyo matunda, ili waambia nilipelekea familia yangu sana, familia yangu ilikuja kanisani hapa eh. Eh, oh ile kijana na bibi yake eh. Ilikua nilikuwa nakuja na mtoto wao ambao ni mjukuu wangu, sasa mtoto alikuwa anawaambia kanisani mwende tu sasa kukuna hiyo matunda Sunday walikuja kanisani na hiyo Tuesday mkasamana akapata kazi Hallelujah! nilikuwa nawaulisha ile siku, mnaishi je? Mzee hana kazi, mtoto hana kazi, how do you survive? Mimi nashukuru <repeat> Mungu na vile hata huyo kasamwana aliingia kazi, aliona watu wakiitwa aye, akasema ni operator wa overall kuingia. Alipopelekwa kwa, kwa interview, akasema mi ni overall, akasimulizwa aje, mi ni operator wa overall. sasa operator wote wakapangwa yaka, akambaki akaambiwa, nawenda ujipange mahali unataka. Alipoenda kusimama kwa meza kama helper, akachukuliwa akapelekwa stores supervisor. Amen. Patia Yesu makofu mazuri. Neema ya Mungu ni nzuri sana, ni nzuri sana. Neema ya Mungu ni mzuri sana. Kwa hivyo wapendwa, mimi nasisitiza tuwe na mizinzi ndani ya Kristo. Maana tukiwa na mizinzi, tukiwa na mizinzi, hebu focus pale, unang'oa mti ukiwa na mizinzi. Hiyo mizinzi naongelea, tuwe na mizinzi ndani ya Kristo. Na kwa hii matambao tukue na mizizi, wapee mtafakari chenye nawaambia, tukuwe na mizizi. Sio ukikuja hapa leo unaenda ni kama unakuja kuchungulia, unaangalia kunafana. Tukue na mizizi, ndio tupokee chenye tunataka na kikwe chetu cha milele na maisha yetu Acha nikipitia changamoto cha gani, maana ninajua chenye nataka kiko kwa hii madhabahu. Na niulize, na yule ndugu yako sijui nani? mwenye alitafuta